Nao viongozi wanaoegemea serikali sasa wametetea vikali michango wanayofanya sehemu mbalimbali humu nchini, wakisema kuwa hawana makosa kuimarisha maisha ya Wakenya. Katika michango waliyofanya Makueni na Bungoma, viongozi hao wamemshutumu vikali aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakisema anaendeleza siasa mbaya. Lora Tieno na kina cha taarifa hiyo. Licha ya maswali kuibuka kuhusu chimbuko la pesa zinazotolewa katika michango mbalimbali, viongozi wanaoegemea serikali wameapa kuendelea na michango hiyo. Katika mchango kwa kundi la kinamama uliofanyika eneo la Sirisi ya kaunti ya Bungoma, viongozi hao walipuuza madai ya ufujaji wa fedha za serikali ambazo zinadaiwa kutumika katika michango hiyo. Ati wanatuuliza maswali, ati tunatoa pesa wapi? Wacha tuwaambie, hatutegemei mshahara peke yake. Sisi ni wakulima, sisi ni wafanyi biashara mashuhuri, na pesa zetu ni zetu, na raia wenye hutupigia kura. Boma, muko mumesema na mmeamua, sio wale yeah, wa kabila watashindwa wat semi za hivi punde kuhusu ushirikiano kati ya binamu zikimtia Gachagua motoni, naibu na rais Kithure Kindiki ambaye aliongoza hafla ya mchango kaunti ya Makueni, akiwaonya Wakenya pamoja na wanasiasa dhidi ya kushirikiana na wale wanaoeneza siasa za utengano. Kuna watu nimeona wananyemelea ndugu yangu mkubwa kujaribu kumdanganya na kumwingiza kwa siasa ambazo sio siasa za type yake, kwa sababu Kalonzo ni mtu ya heshima. Hata wanasema sijui cousin sijui nini, kati ya mimi na mtu ya mitego, nani anakaa kama rafiki ya Wakamba? When elections come we have an opportunity to assess those who have worked those who have delivered, we give them another mandate. If they have not, we also have the opportunity to replace them but between now and then we must support all our leaders to work for us Laura Otieno, runinga yako Citizen